Hapa Tanzania mume akifa, mke anaruhusiwa kumrithi. Ndivyo hivyo hata kwa mwanamke, mwanamke mwanamke akifa mume wake anaruhusiwa kufanyaje? Anaruhusiwa kumrithi bila shida yoyote. Nchini Kenya leo kumezuka mzozo baada ya mume wa Caroline Wawira Njagi kwenda mahakamani kudai urithi wa mali zilizoachwa na marehemu mke wake, lakini ghafla taharuki ikatokea baada ya mwanaume huyo kutakiwa kuthibitisha kwamba alikuwa akimtegemea mke wake ambaye ni marehemu kwa kila kitu. Alichotakiwa kukiri mwanaume huyo kipo katika sheria ya Kenya ya urithi, kifungu cha 29C ambapo kinamtaka mwanaume anayetaka kurithi mali za mke wake basi ni sharti kukiri kwamba alikuwa akimtegemea marehemu mkewe ili astahili kurithi mali zake. Kiini cha kesi ya mwanaume huyo kimeleta shida kikatiba baada ya kuleta changamoto kwa mlalamikaji dhidi ya kifungu cha ishirini na tisa C cha sheria ya urithi akidai kuwa kinawaweka wagane katika mzigo wa kibaguzi mzigo ambao wajane hawakabiliani nao kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo. Kesi hiyo imenifanya ni mtafute mwanasheria Bashiri Yakob ili afafanue sheria hii ya mwanaume kurithi endapo mke wake akafariki. Je, kwa sheria za Tanzania hii ikoje? Hapa Tanzania mume akifa, mke anaruhusiwa kumrithi. Ndivyo ilivyo hata kwa mwanamke. Mwanamke akifa, mume wake anaruhusiwa kufanyaje? Anaruhusiwa kumrithi bila shida yoyote. Na unapo kwa mfano unamke mke anafariki sawa, unapokuwa unataja mrithi wa kwanza kabisa ni mume wake. Unajua priority sawa, au kipaumbele cha mtu wa kwanza ni nani? Mtu wa pili ni nani? Mtu wa kwanza kabisa kama mwanamke amefariki, ni mume wake, wa pili ndiyo wanakuja watoto, na hata kama kuna an chukuliwe na mwanaume kama mke wake amefariki kabla hata ya watoto. Kwa hiyo, yaani tena apply kama unavyoona ipo, kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwanaume kwamba mume akifa wake anamria. Unaona hata wanaharakati wanapigania hizi haki za wanawake mke asinyang'anye mali aainaa hoo iko hivyo. Kwa mwanaume akifa, hata kama hawana hawana watoto watoto, hata kama wake ha, na sio mrithi tu, pia mume wake, kwa sababu kwenye nawmamiamiraiu asimamie mirathi, huwa tunaangalia kipaumbele. Kama ambavyo mume akifa, kipaumbele cha kwanza tunampa mke wake, wanakuja wengine. Mke akifa, kipaumbele cha kwanza kabisa tunampa mwanaume ni kondi. Na yeye haijarishi kama ana opote au ana pote. Kwa msingi ni kwamba ameuanzwa. Saba mare hizi kwa sali ya kanisani. Vipi kwa Tanzania licha ya kwamba mwanaume anaruhusiwa kurithi mali za mke? Je, haya mambo ya kukiri kuwa alikuwa akimtegemea mke wake hayapo? Ah ha, ah haiwezi kuwepo hiyo, yani ku yani yani ili urithi useme kwamba ndio ulikuwa unamtegemea? Ah, hapana hapana hapana. Yani sisi urithi ni automatic, yani ni haki ya ya ni automatic right, ni haki ya moja kwa moja kwamba provided alikuwa ni mke wako, alikuwa ni mume wako, alikuwa ni baba wako, alikuwa ni mama wako, anapokufa automatically wewe ni mrithi. Hamna hiyo ya kusema kwamba oh, sijui mimi nilikuwa namtegemea, eh, sijui nilikuwa simtegemea. Ah, ah ah, kwa sababu urithi, hiyo sio msaada kwamba mpaka useme kwamba nilikuwa namtegemea ili uweze kupata huo msaada au ah, upate hiyo benefit ah ah, hiyo ni ni, ni haki yako kutokana na, na yale mahusiano yenu mliyokuwa nayo. Ikiwa mwanamke alichuma mali kivyake, yaani mwenyewe, lakini ana watoto wa nje, hapo inakuwaje? Mume wake wa sasa anaruhusiwa kurithi mali hizo? Ni kwamba mke akifa eh? akaacha mume, akaacha watoto ambao amezaa na huyo mume, akaacha na watoto wengine ambao hawakuzaa na huyo mume. Sawa, provided ni watoto wake, wote wanaingizwa kwenye list ya beneficiary. Mume ataingia, watoto waliozaa nao wataingia, na wale wengine ambao hawakuzaa nao, provided wamethibitishwa kwamba ni watoto wake kweli, nao wanaingia, wanakuwa beneficiary wote, wanakuwa watoto ambao wanatakiwa kunufaika na mali za marehemu. Hii ni Msasa Media, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.